Naye hapa mkongwe wa maswala ya hija, huyu si mwingine shabasi simamia hivyo, huyu si mwingine, huyu ni Shekh Abbas Bantulaki. Shekh Abbas Bantulaki, kwanza ungetupa japo dondoo historia yako kidogo. Hii ni hija yako ya ngapi, na hija yako ya kwanza ilikuja mwaka gani, na sasa hivi mabadiliko haya na iyo ya kwanza? Hebu kwanza utupe faida Wassalatu wassalam ala ashrafil khalqi Muhammad bin Abdullah Abdullah alayhi afdhali salati wa taslim, wa baad, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa kukujalia a njema mpaka hisu ya leo. Ama historia yangu inaanzia tangu mara ya kwanza nilipoingia nchi hii mwaka themanini ya nchi hii kwa ajili ya masomo, ilibahatika mmoja katika vijana waliochaguliwa wakati huo kuja kusoma Madina, na tuliwakuta waliotutambulia wazee wetu, mashake zetu, kaka zetu, kina Shekhe Poli, Shekhe Juma Pol, Sheikh Hamid Jongo, Shekhe Twabane, Shekhe Muharam Jumadoga Shekh Ahmidi Abdallah, Shekh Swaleh Mbwela marehemu na wengine wote, siwezi kuwataja, lakini wali miongoni mwawatu, wali ndio walikuwa miongoni mwa watu waliotupokea na kukaribisha katika jamii ya Islamia Madina. Na ndiyo hapo nilipoanza rasmi mambo ya haji, mwaka wangu wa kwanza siku hii, lakini nilianza rasmi kuhiji mwaka 1982 wakati huo, hija hii Mina unayoiona hii mm, apa, kwa leo hapa kwa siku ya leo tulofika hapa tusingekalika kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna vyoo mm, vyomo vyake vilikuwa vya mobail, na mahema yake yalikuwa yale mahema ya, ya kusimamishwa na miti tu, umeona. Lakini mabadiliko ya hija yalikuwa yanaenda mwaka hadi mwaka walilahi, alhamdu huko nyuma unawasikia a mutawif walikuwa wengi ni Wayemen. Serikali ya Saudia ilikuwa haijajiingiza sana katika mambo ya hija, wajibu wao mkubwa wao walikuwa kuhakikisha watu wakitaingia hapa Saudia kipata taratibu zote za kidiplomasia zile, basi mambo mengine ya hija yote waliachiwa ikiwa mikononi mwa Wayemen ambao ndio walikuwa wanajulikana kwa jina la mutawif. Kwa hiyo watu wa Asia walikuwa wanasimamiwa na watu wao, watu wa Afrika Eh, lakini mabadiliko yalienda mara baada ya mara mpaka ikaanzishwa Wizaratul Hajj wal Umra. Mabadiliko yakaendelea na matukio pia yaliyokuwa yanatokea yalisababisha kufanya mabadiliko. Kwa mfano, matukio yale yaliyopelekea watu wengi kufa katika kupiga mawe kati ya miaka 80 mpaka 84 yale, yale yakapelekea mabadiliko madogo ya kuboresha mabadiliko yakawa yanatokea katika jamarati. Jamarati ilikuwa ni sehemu moja ambayo wa watu wanakufa sana, kwa sababu mfumo wake ulikuwa ukienda unarudi na njia hiyo hiyo, na wakati ule, watu leo wanaiona ile jamarati ni kubwa kama nini, lakini jamarati ilikuwa ni sehemu ndogo sana. Kwa sasa hivi, walilahi, alhamdulillah, serikali ya Saudia imejitahidi, jamarati imekuwa ni kubwa na ambapo hata watu sasa hivi ssahivi hawana nini hawaumizani wala wafanyi lolote chao. Kwa hiyo jamarati imekuwa sehemu nzuri, tunaishukuru serikali ya Saudi Arabia ya hadimu lharamen sharufeni, imefanya mambo yake vizuri sana na kila kitu kimekwenda kwa uzuri alhamdulillahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mabadiliko mengine yamekuja baada ya kutokea moto ule, moto ulipotokea moto mkubwa Akaja aya mahema sasa. Kwa hiyo mimi mpaka sasa nina hija zaidi ya 40. Alhamdulillah. E, e, namshukuru Mwenyezi Mungu. Taasisi ambayo tuliianza ni taasisi ya Haji Trust. Nimekaa nayo kwa muda wa miaka ishirini nikaja nikafungua hii taasisi ya Zamzam na yenyewe sasa hivi na miaka zaidi ya kumi na tano e. Yote kwa yote mwaka huu umekuja na maujaji wangapi? Tumekuja na mahujaji kwa taasisi ya Zamzam. a e, kuna changamoto yoyote? Alhamdulillah, hakuna changamoto, tunaendelea vizuri mpaka sasa, kila kitu kinaenda vizuri. na unatoa wito gani kwa watu kwa ajili ya ibada ya hija ya mwakani? Ibada ya hija kusema kweli, sasa hivi na mabadiliko makubwa sana, tunatakiwa tuanze maandalizi yetu mapema, kwa sababu hata serikali ya Saudia sasa hivi imebadilisha utaratibu inataka watu wote wajiandae kwa wakati na wajiandae kwa wakati munasau na ni mapema. Wanatakiwa watu wajiandae kwanza, wanatakiwa watu eh, wafanye malipo mapema, wakamilishe taratibu zao mapema. Taasisi pia zinatakiwa zijipange mapema kwa sasa hivi wameweka kila tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani ndio mwisho wa kufunga mikataba kwa taasisi. Kwa hiyo sisi tunatoa wito kwa maujaji watarajiwa, wao wasingoje ile tarehe ya Shaabani. Hivi sasa ikimalizika hija ndio mwanzo wa maandalizi ya nyingine, waangalie taasisi zao pendwa, kila mmoja kwa nafasi yake akajiandikisha kwenye taasisi yake anayopenda, ili kuwawezesha waandazi wafanye maandalizi mazuri zaidi. Kwa mfano sasa hivi makao umeona mabadiliko kidogo tumeyapata. Eh, kwa sababu ya maandalizi yamekwenda mapema. Na katika taasisi yako nimeona yuko Shekh Yusuf Kidago ule. um, ulianza naye toka mwanzo au yeye yeye tangu ameanza kuanza je yake ameanza ya yeah. Um, na taasisi ya alianza kwa kulipa au ulimchukua kama kawaida baada ya hapo mpaka sasa ndio shekhe wa taasisi. Kitu gani kilikuvutia mpaka ukamchukua, mpaka sasa hivi amekuwa shekhe wa taasisi, na leo kaniambia ku, ku, ku, ku, maujaji kuja nao yani wanafunzi ambao vijana wake zaidi ya 50 uliona vipi hiyo kweli? Shekhe Yusuf ni kwanza Mwenyezi Mungu amemjalia tafua, pili ni mtu wa watu, na tatu ni mtu msikivu kwa tabia zake, hizi taasisi ikaona ni bora iwe naye karibu na awe mmoja katika mashehe wa taasisi, sababu yeye huko nyuma alishirikiana na shehe Zuberi ambaye ni marehemu. Shehe Zuberi watu wote mnamjua, Shehe Zuberi Yahya ambaye alikuwa ni imamu wa msikiti wa Mtoro ni miongoni mwa viongozi wa taasisi ya Zamzam. Kwa hiyo kwa kushirikiana na yeye na kushirikiana na shehe Usman Maalimu walikuwa wote watatu Mwalimu Chembeji uko naye. Yote kwa yote, shabasi wenzako wote wameshavaa nguo sasa hivi, lakini wee bado una mashuka hayo, mashuka hayo mazito, watu wameachoka. Vipi hapo? Uh, kama vile Masai anavyovaa vazi lake la rubega ile basi, uh, na mimi naona raha sana. Kwanza linanipa wepesi kwanza katika harakati zangu. Tuko katika mji um, wa Mina, unafikiri leo ni mwezi kumi na leo tumeanza katika siku matatu yale ayami tashriki. Ni nini kinachofuata leo? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema masiku haya ni masiku ya kunywa na kufurahi na kumtaja sana Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Kwa mujaji sisi tunafanya nini hapa? Kwa mujaji tunaendelea kumtaja Mwenyezi Mungu na leo ndio siku ya kwenda kupiga jamarati zote tatu. Ah, leo. Tunaanzia na Sugra, Wostwa na Kubra na kesho kadhalika na wale ambao wanahitaji kuondoka kabla ya yes, siku mbili wameruhusiwa hmm, eh. Na wanaondoka baada ya yes, siku tatu pia wameruhusiwa. Yaani, kwa kesho kesho kutwa mtu anaweza kaondoka. Lakini sharti maghribi isikukute hapo. Mtu akitaka zamzam anampata nani na anaipata wapi? Zamzam tunapatikana mtaa wa Lindi na Livingstone, nyuma msikiti wa Kipata, au ukifika msikiti wa Kipata utaipata Zamzam, na pale unaweza kuuliza mtu yoyote, nataka kwenda Zamzam. Ama vinginevyo, tumeweka matangazo yetu, namba zetu, wako watu wa kuni. Ukiyefika alhababu wa ababu Rasul utaipata Zamzam. Vinginevyo kuna mawasiliano yetu moja kwa moja, utawasiliana na sisi kupitia namba zetu ambazo inshallah wewe unazo katika tangazo hili utaziweka. Yote kwa yote, taasisi za Tanzania, kuna taasisi ambayo imekuja na watu 150. Kama hii ya kwako ya kwanza ni ya Maalim Msefu mkuja na watu alafu 170 inafuata, ndio inafuata. Ah, inafuata hii, eh. Inshallah Mungu afanye.